Tumemwona Aisha Speed amefanywa interview. Uh, alikuwa anazungumza of course kwenye live na nini, watu watakuwa wanazungumza naye jana, ndo kaanza kwenda live kwa mara ya kwanza siku ya jana, kaanza kwenda live baada ya tour yake kutoka Afrika. So alipotoka Afrika toka Januari, ikabidi akapumzike kwanza, unajua eh, akapumzika kwanza kwa sababu alifanya moja ya tour kubwa sana kazunguka kwenye mataifa 20 barani Afrika so alivyorudi Marekani akaenda akapoa kwanza akapumzika. Unajua, zile akarefresh mind, akarefresh kichwa unaelewa, akapoa akarelax, akalabata kwanza. So jana ameanza live rasmi ndio akazungumzia uh, show yake akaulizwa anahisi taifa gani ambalo lilifanya vizuri sana kwenye tour yake Afrika? Afrika akaitaja Kenya akasema Kenya ndo taifa ambalo kwake yeye, taifa ambalo limefunika na ameappreciate hivi, anataka kupata numbers, amepata subscriber wengi sana kutoka Kenya. Karibia watu elfu thelathini walitoka nje kwenda kuangalia tour yake Kenya. Watu elfu thelathini, not easy, watu ni wengi sana na hata wewe unakumbuka alivyoenda CBD pale, watu walikuwa wamejazana vibaya mno. Akapandishwa juu gorofani kaenda kupanda helikopta, lakini stili chini kulikuwa na watu wengi, wakati anatembea kwenye gari anaenda huko, so, alipokuwa anaenda kwenye fanya, kutembelea yule jamaa mrefu ule, unaona watu walivyokuwa wamejaa barabarani wanamfuata kwa nyuma na nini, unaelewa. So najaribu kuangalia kiukweli, inawezekana ni kweli, na mimi ni misheni hiyo, lakini kamisheni pia Senegal walikuwa wako nje kuipokea timu ya taifa, lakini kamisheni pia South Africa walikuwa wengi sana, even Morocco walipata engagement kubwa sana lakini Kenya ilikuwa imefunika sana. Na tulikuwa na inshu ya Juma Jukes kumnulia mke wake Priscilla saa pamoja na necklace cheni uh, vyenye thamani ya dola 1440 zaidi ya milioni 90 baada ya anniversary ya mwaka mmoja. Unajua, kulikuwa na matukio mengi yanaendelea kati ya Juma Jukes na mke wake, na tunakumbuka walifanya anniversary kwa kupiga picha zenye wakichukua ile icon picha ya Tupac Shakur pamoja na Janet Jackson ya movie ya po Poetic Justice ya mwaka 93 kama sikosei, wakaitumia iconic picha kwenye kufanya anniversary ya mwaka mmoja ya ndoa yao, then ikabidi amzawadie mke wake zawadi kwa anniversary, akamnunulia saa, akamnunulia pia na cheni, na maswali ya mikoni mengi, watu wakawa na, wanajaribu kuulizana jamani, Juma Jux amemsaidia mke wake cheni ya namna gani bwana? Cheni kama ina mithili ya nyoka, of course ina, ina, ina umbo la nyoka, unaelewa hata saa ina umbo la nyoka ya kuzungusha hivi, eh, unaanza na mkia mpaka kichwa, unaelewa even cheni inazunguka zinakuja kupishana hapa kichwa na mkia, unaelewa. Sasa watu wameenda mbali, why Juma Jux ametumia cheni yenye umbo la nyoka wai katumia saa yenye umbo la nyoka, watu waka nahusisha na mambo ya Illuminati, mambo ya Freemason na vitu kama hivyo. Kwa kujaji, wai atumie umbo la nyoka kwenye kumpa zawadi mke wake? Je, mke wake anapenda nyoka zaidi eh? au kuna vitu vingine viko behind hivi vitu? Kwa sababu tunajua hizi alama zinazungumzwa sana, ni alama moja, alama hatari. wai utumie mithili ya nyoka, isiwe cheni ya namna nyingine? Mbona cheni ziko nyingi? Mbona saa ziko nyingi? wai ukachukua yenye mithili ya nyoka mimi najaribu kuwasilisha kile ambacho watu wanazungumza, lakini pia wewe una maoni yako ya kutoa kuhusiana. Unahisi ni sahihi Juma Jux kutoa kumpa mke wake pete, I mean, saa na cheni yenye umbo la nyoka ina ubaya? Umeelewa? So watu wengi wamejaribu kujaji sana kuhusiana na hicho, na even wewe pia una uhuru wa kuzungumzia hiki ambacho watu wengi wana kijaji kuhusiana na and Jokes. Jokes, big shout out to my brother Jume jokes, na all the best. Na tunatakia kila la kheri kwenye ndoa yenu. Mimi ukintajia, mpaka sasa hivi mwezi huu wa pili, mwezi wa tatu, video bora ambazo zimetoka, siwezi kuacha kuitaja video Dula Makabila. Story tell. Story iliyopo kwenye ile video yani, kitu anachokiimba ndio kinazungumza kwenye video. Inawezekana sisi tuna appreciate sana msanii akishoot kwenye magorofa, unaelewa au akenda kushutu Ulaya wereva, lakini niamini mimi kitu ambacho kinamata kwenye video ni story iliyopo kwenye video, yani video izungumze, hata mtu ambaye hajui Kiswahili aelewe nini ambacho kipo kwenye video. Ndo dula alichokifanya. Dula anajaribu kuelezea maisha nalewe, anajaribu kumwelezea Mungu maisha ambayo aliishi, madhambi alioyafanya ya, anajaribu kumwambia uh, Israeli mtoa roho ampe hata dakika moja aombe ndio kwenye Uislamu wanaambiwaga ukishahadia wa la ilaha, ila la wanajua Uislamu wewe ukifa, alafu ukashahadia, peponi. Umeelewa? Ndio Uislamu unavyoeleza mtu akishahadia akitoa shahada, alafu anakufa, maanake amejitengenezea njia nzuri kwa Mwenyezi Mungu. Sasa video navyoanza pale, unaona Dula anapiga shahada, yani kwamba anakufa, lakini anamuona Israeli, ila anatia shahada ndio maana anamwambia Israeli nipe hata dakika moja amwombe Mungu kwa yale ambayo ameyafanya, then Israeli anachukua roho. Anafika mbinguni anakutana na Mungu, mwenyezi Mungu anamwelezea Mungu, Mungu, kweli nilifanya makosa lakini makosa haya sio mimi peke yangu, kuna watu walikuwa wananitengenezea na mazingira, mimi nafanya makosa, dada yangu alikuwa analetea wanawake, sio nini, naomba Mungu nisamehe. Unaelewa vizuri yani, jamaa jes, jes, anachukua story kwenye vitabu vya dini anaileta kwenye uhalisia. Wewe mwenyewe ukitazama video unavutiwa, yani ndio maana nikasema, mimi ningekuwa na nafasi ya kuwashauri wasanii, wangekuwa wanamtumia Dula Makabila kwenda kutoa ushauri kwenye kuchora a script za video zao, kwamba wewe video yako itengeneze hivi, weka hiki, chukua story hii iwekee itengeneze. I swear to god, Dula Makabila sio tu msanii, Dula Makabila ni director kwenye movie kabisa, kwa sababu ile ngoma uwezo wa story kwenye kawa bongo moja la movie na nini. Wasanii wengi awafany hivi, lakini zamani, unaona mtu ambaye ana, ana, ana, anafanya muziki uwezo wa kuchukua ngoma yake akipeleka kwenye m awaind naeza katengeneza kaimbo kawa, so kweli ni ambayo inaelimisha sana, sana. So kiukweli, Big Sharo, sana my brother, Dula, Mario Amekuja na ngoma ya nasinzia tu akiwa na mkongwe Nameless. Wimbo wa Mario wa nasinzia tu ambayo ni remix ya nasinzia ni kikwaza ya Nameless. Wow, Mario anachofanya anatengeneza kitu kizuri sana kwenye karia yake ya muziki. Kwanza anajaribu connect na wakongwe, hilo la kwanza. Kumtumia Nameless kufanya naye kazi ni moja ya pointi 3 muhimu ambazo kaondoka nazo Mario. Nimekiona hiki kwa Mario na nakiona kwa Khaligraph Jones kwa kuwatafuta marapa wa bongo kufanya nao kazi. Mario amemtafuta mkongwe kutoka Kenya, Nameless. Tena Nameless kwenye video ameonekana na mke wake Wahu. So maana yake ni kwamba tayari ni respect kwa Mario, heshima, yani, ni kwamba wamemheshimisha Mario, ameonekana na mke wake Wahu. Then Nameless ametoa 100%. Of course, standard tukubali tukatai. Standard ya Nameless iko juu sana hata namna ya uimbaji wake you can compare na Mario, Mario lazima akubali. Hapa lazima akubali. Mkongwe ni mkongwe, ingawa sipo kwa ajili ya kukompea nani kaua, lakini lazima nizungumzie. Nameless katisha kwenye hii. Hii ngoma ya Nasinzia tu hata ukiangalia verse ya Mario anavyoanza haipanchi sana yani, haigusi sana unajua, kama ile Nasinzia original. So Mario kaanza vizuri, of course kaileta kijenzi. Mario anachofanya, of course, anaheshimisha pia wakongwe na wakongwe wanamuheshimisha Mario. Amemheshimisha Nameless kwenye Gen Z sasa hivi, lakini pia hata mkongwe Nameless kamtangaza, kamfungulia njia Mario. Kwa mfano, kwa Kenya, soko la Kenya, Kenya Mario sasa hivi ameanza ku ameanza kukamata Tukubali tukatae, Mario kaanza kukamata Kenya. Kumtumia Nameless ni moja ya tiketi ya kufungua milango zaidi Kenya. Niliona watu wanazungumza Mario kukaa kimya, kuna namna game kama imepoa. Of course Mario sasa hivi ana nafasi yake kwenye game ya bongo flava. Tukubali tukatae, Mario ana nafasi yake, hatusemi ndio msanii ambaye peke yake, bali ana nafasi yake. Watu wengi wanataka kumsikia kwa sababu ni miongoni mwa wasanii pendwa kwenye kipindi hiki cha Gen Z. Kwa kikweli mimi nimeipenda hii hiki kilichokifanya Mario kwa Nameless. Sisemi kwamba Mario hii am, ngoma itaenda kurudi kuwa hit but ngoma ni kali toka siku wow, ya kwanza, labda wao tu washindwe kufunika ile ya kwanza. Ile ngoma ni kali na amefanya kitu ambacho kinamfungulia njia Afrika Mashariki, kwa sababu Nameless ni msanii anayeheshimika Kenya, Tanzania, Uganda, mataifa yote Afrika Mashariki. Manake kufanya naye kazi anamfungulia njia na anawaonyesha watu yo kijana ni ana talent na dunia ina mhitaji. So big shout sana my brother Mario. Nimzunguzia Kim Kiando, manager wa digital kutoka WCB ambapo Kim alizungumza baada ya show ya Davido akatoa maoni yake akasema, Tanzania watu wanaoua muziki ni mashabiki na media, kwa sababu media zina, zinawapa nafasi wasanii wa nje na mashabiki wanaenjoy kwenda kufanya kushuhudia ku, ku, show za wasanii wa nje kuliko wasanii wa Tanzania wasanii wa Tanzania, hela wanaolipwa haiendani na brandi zao. Akataja mambo ya distributors, akataja mambo ya agencies wanaoleta wasanii, unaelewa, na makampuni ambayo wanafanya kazi ni kwamba hayawalipi wasanii wa bongo hela ambayo inahitajika. Sasa watu wamekuja kuunganisha doti, huenda amezungumza hii baada ya kusikia story kwamba david wamelipwa david, wame hela nyingi sana baada ya kufanya show, na of course najua rate za wale wasanii Davido kuja kutoka kwenye show kwenda kufanya show hasa ya kimataifa, na ndio wanaofanya ni dola laki tano Davido zaidi ya bilioni moja ya kitanzania. Wizkid, Burna Boy na hisi na Rema ni dola milioni moja dola milioni moja ambayo zaidi ya Tanzania, bilioni mbili za kitanzania, zaidi ya bilioni mbili So maana yake ni kwamba kama Davido alikuja Tanzania, maana yake ikalipwa dola laki tano kwa sababu ndio rate yake ilivyo. Kwa wadau wanaofuatilia muziki, nafikiri tunakubaliana, wala haina kupinga. Sasa watu wanajaribu kuunganisha doti. Huyu ni digital, digital manager wa WSB. Kulalamika kwamba wasanii wa bongo hawalipwi kutokana na level yao. Tunaunganisha doti. Diamond. Diamond, red card yake ya kulipwa kwenye show za kimataifa ni kuanzia dola laki moja mpaka dola laki moja na nusu au laki mbili. Na maana milioni mia, milioni mia tatu, milioni mia mbili. Na umeelewa? Sasa watu wakaunganisha huenda Kim Kiando anajaribu ku... Amemind Davido kuchukua ile hela Bongo. Ndiyo maana kusema mashabiki na media hawapendi wasanii wao eh? na uh, Diamond ina maana halipi kwa level ya branding. na hiki lazima nimwambie yeye pia kwa sababu mimi nilimwambia usiwalaumu mashabiki na media. Media zinafanya biashara, mashabiki wana, wanatazama. Leo hii huwezi kufananisha influence ya Davido na msanii yoyote Tanzania huwezi kufananisha brandi ya Davido na msanii yoyote Tanzania. Huwezi kufananisha influence ya, ya, ya msanii yoyote yani Davido na msanii yoyote mtu yoyote Tanzania ushawishi wake, huwezi kukompea. Hilo la kwanza. So ukisema media zinaharibu muziki, lazima utueleze media zinaharibu vipi? Zinasapoti wasanii wa nje, umeelewa vizuri? Mashabiki wanasapoti wasanii wa nje. Tukizungumzia kwenye upande huo, lazima tujaribu kuangalia branding zinazouza umeshaelewa vizuri. Kwanza brandi ya Davido huwezi kukompea na msanii yote Tanzania, hilo la kwanza, lazima awe na ushawishi. Then, Davido analijua soko la kimataifa, so maana yake ni kwamba kama anajua soko la kimataifa, maana yake Davido anajua nini vya kufanya kifika kwenye taifa fulani aweze kuuza, na ndio maana Davido alivyojua, anakuja Tanzania akalipa media sehemu ambayo kuna influence ni media. So alivyojua nawezaje kuliwiki ni soko la muziki Tanzania soko la Tanzania, na anajua kuna wasanii wakubwa, la kwanza akawekeza kwenye promo, na ndio kitu ambacho sisi huo tunapigizana kelele kwa wasanii wetu wa Tanzania, kwanza akawini kwenye upande wa promo, akawekeza kwenye promo. Ukiangalia media zote zikaposti show ya Davido, hilo la kwanza, umeelewa vizuri so maana yake kwenye kupushi na matangazo akawini then watu wake wa logistic wakaingia mpaka ndani wakaanza kuwekeza mpaka kwa watu wenye influence, na maana kama unakumbuka mpaka uh, mitandaoni watu wakaanza kudiscuss show ya Davido bila kujua wanafanya promo, lakini mimi sijui walilipwa au hawakulipwa, wakaanza kudiscuss kwamba wale watu hawatamuona Davido, wale watu wa elfu ngapi hawatamuona Davido, watu wa VIP ndio wataenjoy zaidi. Brother, vile vitu sivyoni tu mitandaoni ni promotion, ni kwa maana yake ni kwamba zile debate ambazo zilikuwa zinaendelea mtandaoni tayari ni njia ya promotion. Wale waliwini kwanza kwenye promotion walilipa, media zinafanya biashara. Mtu akija akiweka, ukimwambia rate card yangu ni kiasi fulani niweze kufanya promo, umelipo media zinafanya kazi kama labda msanii wako hawezi kuwekeza kwenye promo, huwezi kumlalamikia Davido, huwezi kuwalalamikia mashabiki, huwezi kulalamikia media. Tumia the same strategy ambazo Davido alizitumia kufanya promo. Mimi niliona labda kim lazima uje na plan na way forward, tufanye nini, wasanii wetu wafanye nini, media zifanye nini, mashabiki wafanye nini, waweze kufikia branding na influence ya msanii kama Davido. Wasanii wafanyaji wa Tanzania wapate influence kama ya Davido, wawe na ushawishi kama wa Davido. Umeshaelewa? media zipushi vipi? mashabiki wafanye nini? Haya, kwa mfano na mlomo shabiki wao, ungetaka shabiki afanye nini? kama shabiki yeye anaona wasanii wetu wa bongo wanajaribu kuwakejeli mashabiki, wanajaribu kuwakejeli watu ambao ndio wanauza bidhaa zao kwao, mashabiki wangefanya nini? hilo la kwanza, ambao lazima kim angejiuliza, shabiki afanye nini? msanii kaja katangaza show ulitaka shabiki afanye nini? Asilipe kiingilio ende kwenye show? Na ukitazama hata wasanii wa Tanzania, mara ya mwisho lini umeona A list ya msanii wa Tanzania kafanya show ndani? Ilo ni la kwanza, mtu kama Kim yeye angekuja na way forward. mashabiki wafanye nini, wasanii wafanye nini, shnaelea vizuri na media labda zifanye nini. Hilo ni kitu ambacho mimi kwa ushauri wangu ningeona Kim, alikuwa na sehemu nzuri sana ya kutoa ushauri badala ya kulalamika na kulaumu. Huwezi kufananisha ushawishi wa Davido na wasanii wetu. Na mashabiki wameshakuwa na doa na wasanii, wanahisi kwamba wasanii mas, wasani, wanawakejeli mashabiki, kwa wao wako radhi kusapoti msanii mwingine wa nje kuliko ndani hao ambao wanawakejeli. Ndio kitu ambacho mimi kiukweli nikiona kwa Kimkiando Kaiser Pai ambaye amempeleka Juma Jux mahakamani kwa ajili ya kulipwa milioni 400 kwa kumwandikia nyimbo na hii issue mimi siwezi kuizungumzia sana kwa sababu Kaiza, amezungumza kwa level yake, kwa upande wake, na mimi nataka kumsikilize Kaiza, sitaki kuongeza neno. ni amemwandikia Juma Jux nyimbo, lakini Juma Jux alikuwa hamlipi. Wewe unataka okay, kulipwa milioni 400 au kuna namna nyingine unataka upate yake? Ah, kwa sababu sasa tena tena tu. Yaani kama akija nyingineunatakaupate akanio ha kaa akiakuzungumza ana kiaezaaj pesa kufanya maisha mengine. Exactly. Um, iko iko vile vile mm. Na vile vile kesi vile. Na mahakamani kesi Okay. Before ya kwenda mahakamani ulishawahi kuzungumza na Juma Jux face to aidha face. Kwa simu yeah. Kabla hata hata ya kuwahi post mimi Armando ndio hata wewe uniposti nilishare ile post yako mambo yeah. siuumbu na mimi nimeshafanya juhudi nyingi sana za kuzungumza na kakangu hmm. Ah, kuna kipindi nilikuwa na ofisi, nilifungua ofisi nyumba nzima hmm. Studio, kuna mwenzangu nilifungua naye studio hmm. Ah, wakati naipoteza ile studio kwa sababu tu ya, um, fitna za watu baadhi mm. Nilimpigia simu nikamwambia bwana nilikuwa nimepata studio kanibea, ndio nilishai kuona una jambo lako na riposti, na nini nimekuaje? Nikamwambia nimeshafanya kazi na watu kazi na Jose nimeshuti video mbili mm. Lakini nilikuwa naomba tu hapa hapo malizia siku nini. Lakini mbali na hivyo nilikuwa anazungumza naye pia ni wewe wewe simu na ananiambia mm. Bwana basi tutaonana, tutaletea hizo hizo kazi tutaona tunafanyaje mm. Lakini mbali huko nilipo, wakati tunafanya kazi pia tulikuwa tunaahidiana vitu vingi, bwana mdogo wangu As long as unafanya kazi zangu mm. basi basi, mziki wako mimi pia natakiwa kuja kuangalia unafanyaje huko mbele. Na kuna kipindi paka tushai kufanya selection ya nyimbo ya ya ya yeye kuisimamia na na na vitu okay. kama okay. cha nyuma, kupost, vitu kama kama hivyo kwa kwa hiyo kipindi nyuma kabla hivi hivi paka vika, vikawa mm. mara ya mwisho nikiwa niko Dodoma wakati mm. naishi Dodoma. okay. nilimtafuta mpaka Ray kama unamfahamu. Salamu twaga. Ray akasema bwana niko naye, nitaongea hmm. naye, nadhani nipe kama dakika kumi tu atakupigia. Niliongea na kaka okay, yani nipo kwenye situation mbaya, hali yangu ni mbaya sana hmm. lakini kwa sababu mimi na kaka tumefanya kazi nyingi hmm. na ni mtu ambaye naamini anaweza kunisaidia hmm. kuzungumza naye moja, mbili, tatu, akanambia atakupigia sasa hivi, lakini haikuwa hakuwa ananirudia. Mnaweza leo ukaja tena miezi sita ndio akampokelea simu Then nikazungumza na manager namne a uudokta Ulimwengu na ye akatoa maoni yake kuhusiana na hiki ambacho analalamika ka, hebu wasikilize kidogo. lakini naamini sawa. Mimi na, na, na, na hizi pia kwa sababu nshu iko mahakamani hatuwezi kuuliza maswali mengine sana nyeti, lakini mimi na, na, na nataka kufahamu kwako, kwa Dr. limwengu ukiwa kama manager wa juma u na uko top kabisa kama manage, kwenye management. Nyie kama uongozi wa Jux huwa mnatumia njia gani kuweza kuilinda hiyo brandi ya msanii, ambayo mimi naamini kila mtu akipewa uhuru wa kuzungumza anachotaka kuhusu hizi brandi kubwa, kila mtu atakuwa anajieleza, Jux aliwe kunifanyia hiki, aliwe kufanya hiki. Mnatumia njia gani kuweza kulinda hizi bidhaa au hizi brandi ambazo kwa namna moja ama nyingine zinawaingizia hela nyie na pia zinamwingizia hela msanii, kwa sababu hii ni kama taasisi tayari. Sasa msanii ni mtu mwenye huruma sana mm na mara nyingi tumekuwa hmm. so tukikutana hmm. na ishu kama hii, yeye ndo amekuwa mtu wa kwanza ambaye anasema kwamba achana naye. Okay, yeye ni si mtu wa kupenda kutumia sana mababu. Okay, yeye ni mtu ambaye anaamini huyu ni kijana anatafuta labda ya kijana nitereza maso. Mara nyingi tumekuwa tukija na hatua kama hizo, msanii hmm. msanii mwenyewe anaona sio sawa, mwachi, yeah sababu mm. Yeah, hata nikimpeleka mama nikimfunga, maana nikimpa dimandi ya hata kunilipa, sasa mimi nikimfunga yeye nitaridhika, nitafaidika chochote okay ambao kwa sasa hivi tunakuja kuona sasa okay. Uo nyuma pia kuna muda inabidi ufike mwishiu kwako kwa wewe, unavyoona unahisi kuna namna labda anahitaji kupata chochote kwa namna anavyotaja ngoma alizotengeneza udogo hapa. Unajua unavyosema umetengeneza ngoma yani, uh, something very weird. yeah. umetengeneza ngoma hao kivipi? So hizo ni issue ambazo zitajadiliwa sasa mahakamani, sivyo? hizo sio okay. Hizo zitajadiliwa vizuri zaidi na yeye mahakamani ye, wake ae anatengeneza chuoni sawa, aji na ushahidi. Unajua jui kama huo um, umesha shiriki katika process uh, nyingi za studio sti wasanii wanapotengeneza ya ngipo zaoini hua watu ambao labda tunatuko pale mm. Unaweza ukasikiliza ukamwambia msanii ah, hapo msanii hapo ungeweka neno flani hapo ingependeza mm kwamba uh, wewe una una right za huyo wimbo so, sijui uh, wao situation yao ilikuaji, siezi kuiongelea kwa sababu so, hizo ni ishu za mahakamani mm. Lakini uh, creative process mara nyingi, watu wengi wanashirikiana na watu mbalimbali. Na Tulizana bwana ni ngoma ambayo imekuja imekuja na na vitu vingi sana Menelewe? Kwanza watu wengi wanaamini ni copy and paste. Ilo la kwanza, melod baadhi ya sehemu zimesampuliwa, sehemu even yeye msanii pia akatumia melody za mtu mwingine, ilo la kwanza, menelewe vizuri. Lakini watu wengine wanazungumza ni kwamba haikuwa comeback sahihi kwa mtu kama Diamond ambaye amekaa nje ya game kwa miezi kadhaa, na namna soko linavyoenda sasa hivi angetakuwa kuja na comeback. Kubwa zaidi. Leo. Lakini pia watu wamezungumzia baadhi ya wadau kina Mwijaku, Baba Levo kazungumza, sio kidogo kazungumza. Kila mtu katoa maoni yake kuhusiana na hii ngoma ya Diamond. Na mimi nizungumze kitu moja. Mimi nilizungumza jambo. Nikasema hii ni challenge kwa Diamond. Ni, ni wasanii wachache sana ambao wana uwezo wa kuzifunika hit song zao. Wachache sana. Ambaye anatoa hit song anafanya vizuri, then anatoa ngoma nyingine anafunika hit song ambayo kaitoa. Ni wachache sana. Umeshaelewa vizuri bwana. Nikasema wasanii wengi huwa wanasumbuliwa na hitro. Ikawa mission ya kina Whiskey na Essence, pakale Whiskey ana struggle, anashindwa kutoa ngoma ambayo inafika standard na level ile. Umeshaelewa vizuri. Ngoma ya Diamond of course kwangu mimi sio standard. Hilo la kwanza. Na yeye alisema anakuja kuimba Bongo Flava na watu wengi wakalalamika, huenda Diamond kuimba Bongo Flava kimataifa, ndo basi tena. Nikasema kimataifa, sio shida, na kimataifa Hakuna wimbo maalum, hakuna sound maalum ambayo ukiimba ndio inaenda kimataifa. Even bongo flava, tuna ushahidi, wasanii wengi wamesha kufanya bongo flava na zikaenda kimataifa. Kwa hiyo hilo la kwanza tulitoe kwamba Diamond kuimba bongo flava ndio asiende kimataifa, nope. Nimeona watu wanazungumza copy and paste kwenye wimbo, kwenye kwenye melody moja tu, oh. Ameshaikutumia Alikiba kwenye wimbo wa da akiwa na Nandi, then watu wengine wakasema ameshaikutumia Kwenye ameshe, Alikiba naye alichukua kwenye ngoma moja ya ngoma ya Sharukani, unaelewa? So ikawa kila mmoja alicopy na kufanya nini. Unajua ngoja niwaambie kitu moja, one thing ambacho mimi nakijua, mimi ninachoamini wasanii huwa wana appreciate kile kizuri. Msanii namna ya ku appreciate kile kizuri huwa wanakirudia, umeshaelewa? So tuseme tu kucopy, kama msanii ameona kuna melody nzuri ili kuweza ku appreciate huwa anakirudia so kile kitu kwa kuimba tena. Ilo la kwanza. Alafu kingine hakunaga kitu kipya, vitu vingi watu wana sample copy and paste. Of course melodies zinafanana, na kwenye muziki kuna kitu kinaitwa jini. Hata hii sound nimemsikiza Lizer, ambao ndio producer, amesema ile beat ilikuwa ni la Zuchu, lakini Diamond akaliomba akalitumia ile beat, na ilikuwa haina noma. Watu wanasema ni kama kuna sound ya msumari, sui sound ya nini? Of course kwenye muziki wa mahadhi haya kuna kitu kinaitwa jini, jini kwenye muziki ni ladha kufanana, kwa mfano singeli au amapiano Ukisikiliza sound za mapiano karibia zote zinafanana. Ukisikiliza sound za singeli karibia zote zinafanana hizo, kinachofananishwa kinaitwa genre, lakini nyie mnatakiwa kufananisha either melody unaibadilisha kidogo, hilo la kwanza, then uandishi wako unabadilika kidogo, labda beat nayo inabadilika kidogo mbili alikuwa hajafikisha laki tano. Unaona, naona maana yake ni kwamba kitu ambacho kinabeba zaidi ngoma za Diamond ni nyingi ni video. Na kwa sababu gani? Maudhui anayoyaimba ya Kiswahili na soko la kimataifa ni ngumu sana kutoboa kwao, watu na ukiimba no, nyimbo za kimapenzi na huu ni mwezi wa mapenzi, ukiimba nyimbo za kimapenzi kinachouza ni maudhui. So kama kinauza maudhui, maana yake ni kwamba wimbo lazima usikilizwe na watu ambao wanazungumza Kiswahili. O, katika watu ambao wazungumzi Kiswahili huwa wanapenda melody, wanapenda na beat. So, katika ngoma hii kitu ambacho kitauza zaidi ni hii video. Recap na Mando.